o uh, wa Tanzania wanafahamu wanaoifuatilia JKT Queens ni kwamba ni mabingwa wa CECAFA, ubingwa ambao tumetoka kupata katika mashindano hayo yaliyofanyika Nairobi nchini Kenya, na kwa ubingwa ule tulioupata tumepata ligi ya mabingwa kwa wanawake Afrika, mashindano ambayo yamepangwa kufanyika nchini Algeria mwanzoni mwa mwezi wa kumi na moja. Kwa hiyo sisi kwa sasa tunadiri sana na maandalizi ya ligi hiyo ya mabingwa, tukihitaji kufanya vyema katika mashindano wetu. Wachezaji wetu walikuwa kwenye mapumziko, tutaanza rasmi kambi ya ndani tarehe nne ya mwezi huu ambayo ni kesho, tarehe nne ya mwezi huu wa kumi hadi tarehe kumi na mbili tutakuwa kwenye kambi ya ndani tukikiandaa kikosi chetu kwa ajili ya mashindano nika, ambayo mwaka huu imepangwa kufanyika aa, nchini Algeria. Baada ya hapo kuanzia tarehe kumi na mbili mpaka tarehe ishirini tunakuwa na kambi nje ya nchi. Tutatangaza ni nchi gani tutakwenda, tukimaanisha tupate nchi ambayo E, mazingira na hali ya hewa ya kule vinarandana randana na hali ya hewa ya Algeria. Kwa hiyo kuanzia tarehe nne mpaka tarehe kumi na mbili tutakuwa kwenye kambi ya ndani, tunaanza rasmi e, maandalizi kambi ya ndani e, na tutakuwa hapa Dar es Salaam na tarehe kumi na mbili tunatarajia tarajia nje, kwa makusudio hayo niliyoyataja. Lengo letu la kufanya hivyo ni kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye yale mashindano kushindana, tunakwenda kutafuta ubingwa, tunakwenda kujenga heshima ya soka la wanawake Tanzania, lakini kwa ukanda huu wa CECAFA kwamba ipo timu yenye uwezo wa kupambana mpaka kufikia kuwa mabingwa wa soka la wanawake Afrika. JKT Queens uwezo huo upo na imejengwa katika hali hiyo. Kwa hiyo ili tufikie, JKT Queens ni timu pekee ambayo imekuwa na historia ya kipekee katika soka la wanawake kwenye ukanda huu wa CECAFA na hata Afrika. Wanaijua JKT Queens ni timu ya aina gani. Kwa wale ambao hawajui, kwa ufupi tu, ya CECAFA kwa wanawake yalianza 2021 na kwa mara ya kwanza yalifanyika nchini Kenya. Na Vihiga Queens ya Kenya walikuwa mabingwa e, walichukua ubingwa wakiwa katika ardhi ya nchi yao, wakatuwakilisha CECAFA katika ligi ya mabingwa Afrika, hawakufanya vizuri. Mwaka uliofuata nikimaanisha 2022, mashindano hayo yalifanyika hapa Tanzania, na Simba Queens ndio walikuwa mabingwa wa Tanzania, walishiriki mashindano hayo, wakafanikiwa kuwa mabingwa wa CECAFA wakiwa katika ardhi ya nchi yao, wakaenda kushiriki ligi ya mabingwa Afrika hawakufanya vizuri. 2023 mashindano haya yalifanyika nchini Uganda. JKT Queens ndio tulikuwa mabingwa wa Tanzania, kwa hiyo tulikwenda kushiriki yale mashindano na JKT Queens tukiwa katika ardhi ya nchi nyingine. Tulikuwa mabingwa wa mashindano yale Tulio, eh, ligi ya mabingwa eh, kule Ivory Coast na nadhani kilichotokea Watanzania wanajua, hatukuweza e, kufanya vizuri sana e, lakini kwa hakika tulikuwa tumejipanga kwa lengo la kufanya vizuri, lakini kuna changamoto hapo katikati iliingia na hatukuweza kufanya vizuri. 2024, mashindano yalifanyika nchini Ethiopia na CBE ya Ethiopia waliweza kuwa mabingwa wa CECAFA na kutuwakilisha ukanda wa CECAFA kwenye ligi ya mabingwa E, ambayo ilifanyika nchini Morocco. CBE hawakufanya vizuri, na mwaka huu JKT Queens kwa mara nyingine katika uh, ardhi ya nchi nyingine wamekuwa mabingwa wa CECAFA na tunakwenda kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa Afrika nchini Algeria. Kwa hiyo tuna historia ya kipekee kwamba ni timu pekee ambayo imechukua kikombe hiki cha CECAFA mara zaidi kuliko timu nyingine yoyote, lakini ni timu pekee ambayo imetwaa kikombe hiki mara mbili ikiwa nje ya ardhi ya nchi yake, tofauti na wengine wale wamechukua kikombe hiki cha CECAFA wakiwa katika ardhi ya nchi yao. Kwa hiyo sisi tunahakika na ubora wa kikosi chetu kwamba popote na yeyote tunaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo Tanzania watusapoti watuunge mkono, ni timu ya taifa hii. Ni timu ya Watanzania watupu. Hatuna mchezaji, hatuna kiongozi katika benchi la ufundi ambaye ana damu hata ya kuchanganyikana tu kidogo na taifa jingine. Hapana, wote ni Watanzania. Kwa hiyo ndo sababu nasema ni timu ya taifa hii, kwa sababu inawatumia wachezaji wote wazawa kutoka katika ardhi ya nchi yao, na hii tunapokuwa huko. Tunaitangaza Tanzania, tunalenga tupate wachezaji wa kutoka huku wachukuliwe kwenda kucheza katika mataifa mengine na matimu makubwa makubwa, ili waoneshe kabisa kwamba Tanzania tunao watu wenye uwezo. Pengine sisi wenyewe hatujatambua hilo na hatujawathamini katika uwezo walionao. Sasa kupitia JKT Queens hayo yafanyike, na tuone vijana wetu kwa wingi na katika timu kubwa kubwa ambazo zipo na zinatambulika kiubora katika soka la wanawake Afrika.